Ndugu zangu ikumbuke kwamba tuko kwenye jamii ambayo imejawa na neema nyingi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunazo rasilimali ambazo hazina mfano wake. Lakini si hivyo tu Allah Subhanahu wa Ta'ala kajalia pia na sisi tukawepo kama wanadamu kwa malengo kwamba mwanadamu atumie vyema rasilimali alizopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kuhakikisha anaipata dunia yake vizuri, ya kwa ajili ya akhira yake. Na akasema Mtume Muhamadi sallallahu alayhi wasallam, man arada dunya fa faalaihi bililm, yoyote anaitaka dunia katika uzuri, faalaihi bililm, ni wajibu wake yeye kusoma. Wa man arada alakhira, na yeyote anayeishi kwa kujua kwamba kuna siku atarejeshwa kwa Allah subhanahu wa taala na akataraja akirejea kwa Allah awe na msamaha kwa Allah, fa alayhi bil ilm, ni juu yake kusoma. Lakini alimamu Ali rahimahullah yeye hakuishia hapo, hakuishia hapo, alienda mbali zaidi, akasema laisa lyatima man mata wali, sio yatima pekee mtu ambaye alifiwa na wazazi wake, inna lyatima, hakika yatima wa kweli alyatimu al-ilmu waladab ni mtu ambaye hana ilmu lakini ni mtu asiyekuwa na adabu. Tuna mtihani leo, tunaweza tukawapata watu wengi sana ambao wana ilmu lakini wakakosa adabu. Huu ni mtihani ambao unakabili jamii ya Kiislamu. Lakini si hivyo tu, unaweza kupata mtu hana elimu na hana adabu, kama ambavyo msema chochote pia. Kusema mara ngapi, tunaona bodaboda wanaoyafanya, tunaona mashindano mara ngapi ya vijana anatoka Kibirizi mpaka Mwanga rouja mauti akiwa hana mavazi kama alivyozaliwa kwa mama yake, na wenzake nyuma wanafushindikiza. Ni mara ngapi tunawaona mabinki wa Kiislamu na hata wasiokuwa wa Kiislamu wanavaa mavazi ambayo akipita yeye, wewe unafumba macho na unafanya istighfari. Lakini ndugu zangu, istighfari peke yake, khutba peke yake haziwezi zikawasaidia vijana leo, kulinganisha na nguvu ya maangamizi ya kuwapotosha vijana wa Kiislamu. Kasi ya kuharibu vijana haipimiki. Leo tuna takwimu za mashoga, takwimu za wasagaji wenye vielelezo, wenye simu smartphone, kama alivyoeleza atailandi. Naweza mkaingia kwenye simu, andika tu orodha ya mashoga, utaona video. YouTube utaona video zinaorodheshwa ni maelfu ya watu ambao tayari wanajihusisha na biashara za namna hii. Tuna makundi makubwa ya mabinti ama wanawake wanajihusisha na biashara hizi za mashoga. Hawa ni vijana wetu. Tumeandaa takwimu kwa muhtasari sana za baadhi ya shule za kiuma vijijini na manispa. Kundi kubwa la vijana wetu ni kundi ambalo linaangukia kwenye kupata division four na division zero. Kundi kubwa maelfu ya wa vijana wanapata 4 na kupata sifuri. Kundi hili linaenda wapi? Ukitaka kujua kundi hili liko wapi, tuulizane misikitini. Hawa watu wapo misikitini? Vijana hawa wapo hawapo? Hawa darasani madrasa wapo hawapo? Hawa kwenye biashara halali wapo hawapo? Hawa wako wapi? Hawa hawa ni vijana ambao tunawaona kwa sehemu kubwa wamejikita na kushughulika na mpira, wamejikita na wa kujishughulika na pool table, wamejishughulisha na matumizi ya madara kulevya. Hatima yake taifa limepoteza rasilimali ya vijana. Tunawapata wapi sasa mashehe ambao watakuja kutusaidia? Tutawapata wapi vijana ambao watakuwa ni mafundi waadilifu ambao utampa nyumba yako wakujengea vizuri? Tutawapata wapi vijana ambao watakuwa wataalamu wabezi wa umeme tutawapata wamilijaa vijana ambao watakuwa na fani tofauti tofauti. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hakujalia wanadamu kwamba kuishi maisha ya hovyo, kula vyakula ja vya hovyo, ndio kwa ustaarabu ambao Mwenyezi Mungu ametamani tuishi, ila sisi kwa kutumia vizuri neema alizotupa Allah subhanahu wa taala, ndio kumepelekea ya maharibiko yaliyoko katika jamii. Sasa sisi tukaona haya machangamoto ambayo tumeyaeleza ambazo vijana wengi wanapotea, lazima kuwe kuna mkakati maalumu ambao utakuja kuwatoa vijana, kuwasaidie kutoka katika mazingira haya na kuwaleta katika mazingira Allah subhanahu wa taala anapenda na, na kuaridhia. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuko hapa leo tunazindua kambi ya wa wahitimu kidato cha nne kitaifa ni awamu ya tano. Maandalizi yetu yalikuwa mabaya mwaka uliofuata, alhamdulillah tumeanza, na niombe wale vijana wote wa form two, wa form three, wa form four msogee kwenye turubali wote, msogee kwenye turubali. Vijana hawa wengi wao ni vijana ambao matokeo yao hayakuwa mazuri, wamekuja hapa. Wengi wao hawakuwa hata na fikra tena, wazazi wao wamewakatia tamaa na wao wamekata tamaa. Sisi tumekaa tume nao, tumehangaika nao, tukajitahidi yale ambayo yako ndani ya uwezo wetu kuyajua, tumeyafanya lakini kwa kuwafundisha adabu, tunawafundisha na stadi mbalimbali za maisha. Tunaamini mazingira yetu hayawezi kumfanya kijana kuwa mgobezi. Tunawapa uchokozi ucho, ucho wa fahamu na maarifa juu ya matumizi ya umeme, hawezi kuwa mafundi wazuri wa umeme. Tunawapa uchokozi kuwa mafundi wa, wa ujenzi wa nyumba, hawawezi kuwa mafundi wa kusomea hapa tu. Baada ya kuhitimu hapa kambi, sisi tunashikana nao pamoja na kuwashirikisha Waislamu tunachangia mia mia mbili, tunawezesha vijana hawa kwenda VETA na tukaenda bali, tukasema hata hawa vijana wanaosoma madrasa isifikie hatua akawa yeye akisoma madrasa tu peke yake. Hapana, tuangalie huyu anaweza akafanya nini nje ya madrasa. Unao vijana hapa wanaosoma madrasa, lakini wakati huo huo wanaresiti mtihani wa kiutii. Wanaofanya mtihani wa kiutii mwaka huu, sogeni mbele kidogo, shekaona haraka haraka, sogea mbele kidogo. Akaja ilani huyu, hakumaliza asajili mwaka huu mchana. Ibrahim, songea mbele. Ibrahim akarudia mtihana kidato cha nne, lakini aliwawili miongoni mwa ambao leo watapata shahada za kidaia. Kwa nini? Kwa sababu tunatamani kumpata shehe, akutana na mtu hata akimuuliza, basi aje kujitetea. Isikia tu anaenda hija, akasahau kupotea ndege, hata anaulizwa msaada, hajui namna gani ya kupewa msaada lakini pia maisha tunayokwenda nayo sio maisha tena ya maimamu kina Sheikh Musa ambao hawajui kutumia kompyuta, msikiti hauna email, msikiti hauna nini. Sio maisha hayo, hayo ni maisha ni ya miaka iliyofanya nini, iliyopita. Jana kuna tangazo limetembea mitandao, kama mmeona, msikiti wote ambao unahitaji msaada wa msahafu utume taarifa kwenye email. Mashehe wangapi wanaweza kufanya hivyo? Sheikh Musa ashatuma bila shaka, atakashatuma sasa. Tunapambana na hawa vijana walau waje waarithi nafasi za kina Sheikh Abdul Mali, waje waarithi nafasi za kina Sheikh Hassan. Lakini kwa nini waarithi nafasi hizo? alakua watakuwa na adabu, wana misingi, lakini pia nene mkakati. Kwa hiyo vijana ambao wanaendelea na madrasa tukasema, wakiwa na madrasa hivyo, wapate na fani za ufundi. Wapo wanaosoma fani za ufundi. Brother Ali, huyu kaka anaendelea na madrasa na leo anahitimu ibtidaiya lakini anajifunza pale VETA ujenzi wa nyumba, asubuhi anaenda VETA, jioni anakuja hapa apa mtaa na Abdulhamid pamoja na masomo mengi, vitu vingine hajafika leo. Kwa haya tunayafanya, ni kujitahidi basi wala kusogeza kizazi chetu, asiye mtaani mtu. Mwaka jana, imetokea mwaka juzi, taasisi ya litangaza yeyote Muislamu mwenye cheti cha ufundi wa nguo alete cheti chake apewe cherehani. Kutangaza si msikitini na magrupu baadhi tumetangaza, ambayo sisi tunafikia. Jamani, mwenye cheti tulikosa mtu mwenye cheti cha VETA cha ufundi VETA ambayo masomo ya short course ni la long course miaka miwili wanalipa shilingi elfu sitini kwa mwaka, mnanielewa? elfu sitini kwa mwaka lakini si hivyo tu, boarding analipa laki na ishirini kwa mwaka. Hii ni fursa, serikali imetoa kwa vijana wa Tanzania, tena wenye hali za chini, na faida za VETA akimaliza, kijana atakuja mtaani, hawezi kukaa na kukosa hela ya kula mwanzo, mwaka wa kwanza, baada ya pale kuwapeleka VETA wako na uwezo, yule hao hivi au kwa kufanya ujenzi. Huyu binti mi naye kusomea kufanya ujenzi. Huyu binti kasomea umeme. Yule binti kasomea bomba. Hao ni baadhi. Wapo wengine wako mikoa tuwaambia tukatoa toa. Nenda Dar es Salaam ukapata uzoefu zaidi ili mkija Kikoma mwe na kitu cha ziada zaidi. Asante vijana wa Kiislamu. Na wallahi kwa sehemu kubwa ni watu ambao walikuwa tayari kupoteza uelekeo kwa hata tamaa. Na alhamdulillah watu wao wametoka juzi na wote wamefaulu. Hapa wanajiandaa wana na tunaendelea kukusanya nguvu sadaka za Waislamu ili Allah akiwafikisha inshaallah mwezi wa saba kwa nyunge na level 3 akaatalam asahaara hii kijana kama huyu akiwa taiba ataibasimendi ya mtu. Na ikitokea akafanya hivyo, basi allahummasdnakadalamna, risala sisi kama ni jihada tumefanya Mwenyezi Mungu shahudia, na si wat kiapo watakuwa watiifu kwa Allah subhanahu wa taala. Lakini sio hivyo. Kama akijenga adhana, muda wa dhana ukafika, tutatarajia wenye mstari wa mbele kwenda kusali. Istokee akashindwa kutekeleza ibada ya swala afahamu, lakini sio hivyo. Akari kila hatua na hali kusimama na kukaa na kuzoesha watu awe na akari. Akae kwa akari, asimame kwa akari, alale kwa akari, aamke kwa akari, kila hatua awe na akari, na huu ndio murua mzuri kwa vijana ama Muislamu lakini wapo ambao wanaendelea na masomo, wafofote ambao wanaendelea na masomo FBC. Na napeta njooni mbele, Sheikh waone na Waislamu waone. Ie, mkisema hivi hamwonekani, mnaweza mkaisi ni vitu ambavyo havipo. Tugeni mbele haraka kidogo, hawa bado wanaendelea wa na masomo. Kwanza wa kwanza kule, anaitwa Kanyuma, anasoma umeme FBC. Nakanifatia hapa ni mtu wa mapishi. Natarajia inshallah atakuwa tunapata biryani nzuri sana. Wakati wa kufunga kambi tulioiteni kwa ni muda wa kula mchana. Inshallah tuna taalamu wa mapishi. Hapa anasoma ujenzi lakini dada Habiba anasoma bomba. Dada hapa anasoma ICT kwa mtaalamu wetu wa kompyuta. Dada hapa anasoma ushonaji. Dada Aisha anasoma ushonaji. Dada, dada, dada pale mapishi. Dada pale nyuma anasoma ushonaji lakini na ana risiti. Wakao wanafanya mchana 44 inshallah. Huyu alisoma mpaka darasa la saba, na akafaulu mazingira nyumbani hayakumwezesha kuendelea. Alikuja kwetu amekwama. Sasa sisi tukutai, tukutai kwa baba. Dada anayefuatia dada Fatima anasoma jerani na da dada. Anayefuatia mimgeni uh, anasoma air condition. Natarajia mwaka mwingine hapa tutakuwa na da dada wewe polisi na dada mwisho pale anasoma bomba Hawa ni baadhi. Naona hii watu wapenda sijaona. Hawajaja kabisa leo. Inshallah wone mkapumzike. Sasa, ndugu zangu Waislamu, wakati tunaendelea na haya, ni wakati umefika Waislamu kufahamu hiki ndio kizazi chetu. Yaani sisi kulalamika tu kama nilivyosema, MC bodaboda akipita pale anaendesha kwa furugu afu kwa sababu Allah haitusaidii. Lakini sisi kuunganisha nguvu zetu, kuunganisha jitihada zetu katika kuwasaidia vijana, ni jambo bora zaidi, ni jambo bora zaidi. Sasa nieleze kwa muhtasari, ziko changamoto kubwa ambazo zinatukabili. Moja ni uelewa wa Uislamu. Kuna watu wanahisi sisi kufanya hivi, kuna watu wakubwa nyuma yetu, ambao wa wana mafedha mengi, yaje haya na kazi, wa wanaamua kutupa. Wallahi niwaambie Waislamu, tumehofia na muda. Mvua ya jana ilitusababishia kuchelewa baadhi ya mama, tukikusudia tulete mahindi yote tulioyavuna mwaka huu tuyaweke mbele yeo ili muone mahindi tunavuna mwaka huu alhamdulillah, sio hapa, tumepata gunia ishirini lakini hizi gunia ishirini tumelima kwa mikono yetu na tumezaliwa yetu, waislamu sisi sio wakulima sana, tumezaliwa nilipozaliwa nyewe kwenye wazazi wetu hamlimi na sisi hatulimi, lakini tumeunganisha nguvu zetu kidogo kidogo, na alikuja Abdul Hamid hajui kulima toka mezaliwa, anaenda shamba anakiuza jembe, lakini alhamdulillah leo ni mkulima kwa Ismail mapina anaapa kabisa, wallahi, sikuwahi kulima katika maisha yake kwa kuja kama cha kuendeleza Uislamu. Na analima leo. Bali kwa nini analima? Yule mtumishi wa serikali angeweza kukaa nyumbani akala kitunguu, akaswali, akatoa sadaka yake, lakini anaona ana wajibu wa kutoa jasho lake kupata chakula kwa ajili ya vijana. Hawa vijana leo wale nyumba na kazi wa 45. Simameni shetani. Hawa ndio wanaingia kambini sasa hivi. Hawa wanakula mahindi ambayo

maana yake tungekuwa na kundi kubwa sana la vijana wa Kiislamu ambao wanapata msaada ambao unawasaidia kuwa vijana wema na bora zaidi kuliko hivi tunavyoona. Tutoa wito ndugu zangu, jambo hili ni jambo la umma. Na wallahi mimi wenzangu wanawaambia kila siku. Jamani naombeni basi apatikane mtu mwingine wa amiri. Mimi nitakuwa msaidizi wake au nafasi nyingine yoyote kwa namna ule mchaka mchaka ulivyo. Yaani tunaanza tunamaliza kuingia VETA huko na kambi. Hapo kwa kambi sisi alhamdulillah mahindi tunayo. Hatuna kuni, hatuna chumvi, hatuna mafuta, hatuna maharage, hatuna mchele. Wanakulaje? Wanaishije? Kwa kama nyinyi Waislamu hamtaamua sasa kutushika mkono, ama kuwashika mkono vijana wetu, itakuwa ni jambo la hatari zaidi. Lakini tuwe shukrani za dhati kwa shehe wetu wa mkoa, kiongozi wetu kwa namna pekee ambayo umekuwa kutusaidia na kutuboshikiana katika malezi ya vijana lakin wetu, lakini pia shehe wetu wa wilaya wa vijijini na shehe wa wilaya wa manispaa ya ni watu ambao wanafanya jitihada kubwa sana na sisi. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri. Msitochoke, msitochoke. Msitochoke. Wiki hii Sheikh Abdullah Shakil Mali amekuja kuona na kutuletea chochote. Sheikh wa manispaa amekuja hapa. Watakuwa hapa na tende lakini sadaka ya Sheikh alikuja nayo tulifuturu tena alhamdulillah. Tumefuturu tamli alhamdulillah. Yaani mkoa watu akija na sisi tunafurahia. Na wallahi tunakuambia hawa vijana wakiwepo hapa maisha yao yote wanasimama kiyamu laili na wakati wote wanasimama kiamu laili. Sisi tunawaombea tu watu wote ambao wanafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Sasa tuwaombe jambo hili la kwetu, hizo kompyuta hizo tunaziona kwa maana Ulaya na skaa hizi kompyuta tumechangishana, tumekamwana, tumepata. Hapo ziko tatu laptop haiko hapo. lakini pia tuna mashine hii ya kuchomelea Tunapambana mpaka leo hatujapata vijana wa Kiislamu ambaye yuko tayari kujifunza uchomeleaji. hii hili mashine haifanyie kazi. Naamini akifanya kazi, akipata fedha, akienda msikiti atatoa nini? Sadaka. nyumbani atakosa hela ya kula, atahemea, kwa sababu pia ana maadili, hawezi kwenda kuonga mashine. wa watatu sasa vijana wake wote a umeme, sawa mimi naenda mapishi. Basi sawa. Naenda bomba, sawa. Natamani inshallah for five. Nyie mwaka huu inshallah. Tuwapate watu ambao wataenda kusomea sasa chuo yake. Hii mashine yaanze kufanya nini? Yaanze kufanya kazi. Tunapata tunakosa. Lakini pia tuna cherehani hizi. Bado ni chache, hazitoshelezi. Lakini walau wao wanatusaidia. Kama hata sana hao na kama. Hizi cherehani hizi ziko saba. Alhamdulillah. Katika hizi cherehani saba, cherehani nne alichangia Mheshimiwa mbunge wa jimbo letu Lama Kaskazini hasa Makanika mwaka jana alipita hapa akatusalimia na akatuchangia cherehani. Mashaallah, mashaallah. Kamonya kwamba ye si Muislamu, lakini kiongozi wa kijamii na jambo hili la jamii. Hawa vijana wasipokuwa wawezi, amaesaidia jamii, wakiwa wataalamu wanaisaidia jamii, na yeye aliguswa akafanya na pia, pia leo kuna-kuna kuna mjumbe wake yuko hapa, atakuwa na neno la kusema hatua za mwisho inshaallah. Kwayo shigeni rasmi, shehe zetu tunakuombeni sana, wallahi mambo haya kama sio ulezi wenu, uangalizi wenu, sisi hatuwezi hatuwezi, na sisi tunaona kama mambo haya yatakufa, hawa vijana wote wanaenda kuharibikiwa. Tulitamani tufanye zaidi ya hapa, maka huu watu wanakuja, ilibidi tuatae mkwala fomu tukaweka kila mmoja kupunguza idadi ya watu na vijana hamsini na tano. Katika hao vijana hamsini na tano walau waliochangia chakula hawafiki vijana kumi na tano Kwao wengine wanasubiria, tupambane sisi namna yao, wale walale, waugue, wafue, wanywe, waoge. Mo oh, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aingize huruma katika nafsi zetu sisi wote ni tunganishe nafsi zetu na nguvu zetu katika malezi ya jamii yetu, kama alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye yeye akasema, inni muidu liutammima makarima nah, ma al akhlaq. Na kutabia izokuwa jema ndio jambo bora katika maisha yetu ya dunia. Baada ya kusema haya, nashukuruni wa, wassalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.